Tarudeni na kusema the next president rais ajaye ni wajima. Watumishi wa Mungu, tarudeni na kusema the next president rais ajaye ni wajima. Yote haya yametokea hapa. Atufurahi watu kufa, atufurahi watu kuondoka. <tosan> <tosan> puke haya mamchanga anatoa hizi profesi ili kuwasaidia watu usaidia vikua watu kama ile atoa kwa ajili ya kusaidia jeshi la polisi kuweza kujirekebisha. Mlipokuwa mnataarifiwa e, na kuambiwa kwamba msijihusishe na maswala ya siasa, yaani nyinyi mnapokuwa madhabauni basi hubilini neno la Mungu, kama kukemea basi kemeeni tu kwa kawaida kwa namna fulani, lakini sio kuingia kwenye siasa deep kwa sababu siasa bwana, eh, ina mambo makubwa, tena mambo ambayo ni magumu mtu kumwaminisha kwamba hili limetokea ndani ya siasa. Sasa eh, hiki kitendo ambacho kimetokea ni kutokana na baadhi ya maneno, na hizi ni video tu ambazo nimekuwekea wewe ili uweze eh, kujitathmini. Je, yeah, kwa maneno aliyowazungumza kweli ana kosa la kumfanya kuweza kutekwa? E, na tukumbuke kwamba moja kati ya kosa ambalo e, wengi ndo amelisema kwamba e, ame, ame, ame husika nalo ni kutabiri kuhusiana na hilo swala la polisi. Unajua polisi yeye e, alisema kwamba wajirekebishe baada ya kuwatabiria kwamba watakufa, hasa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. ni kweli ni jambo ambalo huenda jeshi la polisi halihusiki, lakini kutokana na mahubiri yake na maongezi yake, basi hii inamuweka kwenye sintofahamu, inamuweka sehemu ngumu sana, yani inamuweka sehemu ambayo e, watu yani inakuwa ni ngumu kumtafsiri, kwa sababu wanaamini kwamba huenda mahubiri yake yakawa ndio source ya yeye kuweza kutekwa na watu wasiojulikana, kutokana na jinsi ambavyo alikuwa akiwataka watu. Sasa mimi nimekuwekea tu hizo video mbili uweze kushuhudia maneno aliyokuwa akiatamka. So naamini umeona na kuna kitu umejifunza kutokana na hizo video. So tumwombee huko alipo e, apatikane arudi salama, aendelee na huduma, aendelee kupigania neno na aachane kabisa na masuala ya siasa. Siasa bwana E, inahitaji watu e, wazito. Na maanisha watu ambao e, si walopokaji si waongeaji sana e, si watu wa vitu vitu vile vya e, opening, opening. So siasa bwana ina mlango mkubwa sana. So huko alipo ndugu yetu tumombe tu mema. So, subscribe, like, comment, e, mnayotuambia hapo kwenye comment yako. Je, e, unahisi kuna neno lolote baya lolizungumza hapo?